Mwenyekiti, nadhani hilo ndo swali nimeleta hapa. Wale ni watoto wa dadangu kabisa, na siwezi nikaruhusu huyu bwana wavuruge. Sunanisaidiaje kiongozi wangu? E, ni kweli, ni kweli e, hilo mimi kama mwenyekiti sitaliruhusu litokee, na huyu bwana muda wake umefika wa kumwazibu makosa yake ya kutembea ya kuwakimbiza watu na panga lake, tena yani haugopi anawavuruga mpaka watoto wadogo wakike, nawavuruga nawavuruga. Huyu bwana, si akili yake iko hii ya ubongo, simuelewi. Unajua yule atakuwa liasika kiakili, sio mzima yule, na ukichaa wake asituetee hapa kwenye kijiji chetu mwenyekiti. Kwa kweli ule ndio ukichaa, kwa sababu huwezi ukamshikia mtu panga bila kosa. Nazani ujumbe umekufikia mwenyekiti. Acha mimi niondoke okay. maana hata nyumbani nimeacha ovyo sana. ah, basi mimi kushukuru sana. Unajua, kwa taarifa hizi sisi sisi, kama wenye viti, lazima tuzipate, ili tushirikiane na nyinyi. Mimi nitatekeleza hilo, hakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Lakini nimekumbuka, kuna jambo nataka nikushirikishe. Jambo gani mwenyekiti? Utakufika majaribu, utakosa pa kushika. Oh oh, baba we eh Ivilela bado lukukochoani tu, yaani mtoto huyu kama hajaniacha kwenye matabati but... eh. <laughs> yaani mtoto hata ugenina ameshakuwa mwenyeji. Leila! We Leila! Sijua na matatizo gani mtoto jamani. Leila!

uleli husuiza ena kutukulunja wadorulunjaena mpumbafu mbeuyo pumbafu wanikima kushika. Kesho utakuwa kuna mkutano wa hadhara, na lengo la mzumuni ya mkutano huo ni kutokomeza ubepari wa watu <laughs> Mwenyekiti, mwenyekiti, umetisha sana, na mkutano huo lazima nihudhurie. Ni sehemu moja nzuri ya kumwaidisha shemeji yangu yeah. na kesho ataibika. <laughs> Haswa, na mkutano huo unawalenga watu hao? Watu wawili, ni huyu bwana anaitwa Ntemi na ndugu Benson. Eh, hey, hawa watu natakiwa tuwanyoshe eh? Waingie kwenye mstari, wasipotekeleza, wasipotusikiliza, tuwatenge kijijini. Ni jambo jema sana mwenyekiti, kwa hilo nakuunga mkono, tumechoka na keleza kila siku hapa kijijini. Fudu, fudu, zita, <laughs> <laughs> Mwenyekiti, acha mi nikuache, asante, maana ina mambo mengi nyumbani kule, tuko pamoja <laughs> <laughs> Nachokipanda ndio utachovuna. Unajali wanyama kuliko mwanao baba we, yatakufika majaribu, utakosa pa kushika. oh, hizi hey, hey. Mila na desturi zinatupeleka wapi? Mpe mtoto elimu, kesho atakusaidia

mi na wewe sasa hivi, sasa tumekuwa zaidi ya marafiki. Mimi na wewe sasa hizi ni ndugu ndugu kabisa, yaani changu chako chako changu. Hata nikija hapa nyumbani ukiwa haupo, mi na, napokelewa vizuri tu. Uwepo usiwepo, mi nakuja. Familia yako ni familia yangu, familia yangu ni familia yako. Lakini kinachonisikitisha na kunishangaza ni ni haya maneno maneno, nawasikiasikia kwa watu watu, wanakuwa na piempiempye talalila kabobo kabobo, zinakuwa nyingi eh? bokalomonjo todoma no, wawizile wingi. Sasa nikajiuliza, shida ni nini? Lakini kakani kawaza, mbona mbona mbona, tangu tufahamiane mimi na wewe naona ni mtu mzuri tu, huna shida, sioni tatizo kwako sana, naona tu bidii na shughuli za kazi zako na ufugaji, lakini shida tu ambayo iliyopo ndogo tu ya kibinadamu nayoiona ni kwamba msimamo wako, mtazamo wako, falsafa yako ya maisha ya ya kawaida ni tofauti na mtazamo, msimamo wao na falsafa yao. Nikafikiri labda ni hivyo, na hasa mimi nikajua ni hivyo sasa. Lakini nikasema mbona mbona mbona, pimpimpi zinazidi sasa eh? ukikaa hapa watu ukika kikundi mtemi, ukija huku huyu naye mtemi, usi mtemi, yani pimpimpi zimekuwa nyingi hapa kijijini na hii ni kwa baadhi baadhi tu ya watu, na wao wanawatengeneza watu wengine kuwa hivyo. Sasa mimi nikajiuliza, labda ukiachana na hayo, labda kuna kitu kingine ambacho kimejificha, mimi sikijui. Eh, uniambie ndugu yangu, au kuna shida nyingine imejificha labda mimi sielewi. eesha kituma wayombeulindugu ane unite vile shiku nyingi waniwonne nawiwonelaga mntu mm -mm.

Oe, niko faya ndani ya Mike, na masnichi, napoteza, safari paka banki na na benzi na mpunga kuwekeza haso, nimehaso peke yangu, yes. Yes. Nikishika kipaza wasani vilaza na chakaza kilomba. Yeah, kilomba yeah, yeah. Yani, unajua nini? Hmm. Ani, we sio mtu wa kuishi hapa ya kijijini yani, we ni mtu wa mataoni kule Mambele, unatakiwa kukutana ah, na kina Kantili Wiz, akina kina Lewa Mitego kinoma Johnson yani. Kinoma noma ah, hapo ndo penyewe hapo ndo umeongea babla yani, hapo ndo umechimba penyewe kwenye wangu hmm. Kuna ishu moja hivi nataka niwaambie. Ili ishu gani hiyo? Ili wauni tukulinda askari wetu isijikawa ni msala yani. Wewe huwa uchelewe kuzua msala na kujua zaidi ya unavyojijua mwenyewe yani. Oh, sio msala sema, kuna shamba fulani hivi mbe mbegu zangu nimepanda. Ah, umetisha ile, kinoma noma yani. Kwa hiyo unamaanisha kwamba sasa hivi umeshaotesha limea hapo likisha, kwani ni mwendo wa ku yeah hizo, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kumoka yani kumoka yani yani. Sio kumoka wala sio pjani Namaanisha hivi kwamba kuna kibinti fulani hivi nimetia mimba. Yaani, kikweli mwanangu, hapo umezingua ndumezingua noma noma yani kama kwa wahu umesha ya ti ushayakanyaga kabisa yani. Sema nini? Ni kwa tu tumeshaianzisha mada. Malizia hadithi. Simlia na nyosha mikono juu alafu abanu abahihi na bebe.

buji boni ndara jitena samani bani tira maji kau mingi kusuti ba bani bula kunene boni demelo bi wunga mpaga bi taka gurupu kiki thoma jemi andon temi ashige do ashige do hayo yera gitesute ira matokeo gaho bo sambala bene huh? Bako hii chola kiti marubu bi. Uru watinika kunu wa chola kunu. Hali <laughs> babu kupambana li ntemi. Hmm? <laughs> Bani choro mba fumbunde merwa. Bacha mba ganga na baganga. Buntu. Banti ya mami hayo. Bayo sampa chama mehomu kijiji. Kila mwene ngu ntemi ya liki ntemi wa sakala ntemi wa bubi ntemi.

Naba linda bisumbye kitemaki na gabere pya gose Nara gabera baba Takufika majalibu utakosa kwa kushika Vipi na nyie mbona mmeandamana kama watu wanaoenda kupokea msaada? Dada, tumekuja hapa tuungane na wewe tuwe kitu kimoja, lakini nakuomba dada, utakapoenda huko kwa baba, usipigane kabisa. Naomba uniache, haya ni maamuzi yangu, wala mimi siendi kugombana naye, ila ikilazimu kupigana tutapigana, maana nimeshachoka kumheshimu, kumwheshimu yule mzee. Dada, asila asala, fikiri kabla ya kutenda. Shemeji, naomba uongee na dada, labda atakuelewa. Tena mke wangu Achana nayo age nayo tushoke kekae tukatafakari cha kufanya. <laughs> tukajadili cha kufanya kwenye hili sitaki kusikia neno la mtu yoyote, wala kusikiliza mtu yoyote. Tena ikiwezekana rudi nyumbani kalale, sitaki mnifuatilie, niacheni ni sasa. Halafu mimi nashindwa kuelewa kwamba kwanza kwamba wao hawajui kwamba wewe hawezi, hawezi, ni mtu mkubwa, mtu mkubwa kabisa, hawezi kujua hilo.

Shangazi shangazi naisi uko mjini eh, Mama naisi, naye yuko mjini na yeye aliendaka huko huko kwa shangazi. Sasa kule pa kufikia papo mjini, pa kufikia papo kule mjini hakuna haya maneno maneno, hizi kabobo kabobo, taradile za kipumbavu pumbavu za watu wasiojielewa, kwa sababu huku mimi naona watindiga ndio wengi. Yaani watu hawawazi mbali, wanawaza hapa na pale tu kama mkojo, fikira fupi kabisa, kama maisha ya funza kabisa kabisa Ukija kule mjini, ukaishi mjini, mjini watu wako bize na shughuli. Mtu anaamka saa 12 asubuhi anarudi saa 12 jioni, hana muda na mtu, yuko bize na shughuli zake. Lakini uko ayomba na kweli ngwesha na kukuibogeja, sababu uliona nini? Nyumba yenu huko izenga nani na alema kuni hadikija kashangazi, hii zenga kana nyumba ya wiza tuyo shikira wenu mu Ale mjini, unuja mjini ngwesha Jine mjini Ah. <laughs> Huwezi kuja na ng'ombe kaiekera mjini. Mjini watu wako busy wanafanya kazi.

Mtemi napoteza mwana kisa mifugo. Elimu ah, bule napoteza mwana kisa mifugo, watoto aende shule. Napoteza mwana kisa mifugo, unapoteza mwana kisa mifugo.